Na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Sekta ya sanaa ya maonyesho imekuwa ikifufuka kwa kasi nchini China tangu kulegezwa kwa vizuizi vya kudhibiti COVID-19 mwishoni mwa mwaka jana. Mwezi Machi pekee, Shanghai ilifanya maonyesho zaidi ya 900 ya sanaa ikiwa zaidi ya asilimia 75 kutoka kipindi kama hicho mwaka 2019. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka zaidi huku maonyesho ya ndani na nje ya nchi yakirejea kwenye majukwaa. Katika jumba kuu la sanaa la Shanghai, mwalimu maarufu wa dansi Jenny Berry, anafanya kazi nchini China kwa mara ya kwanza kuandaa kwa opera maarufu ya muziki The Phantom of Opera kwa lugha ya Kichina ambayo awali ilipangwa kuonyeshwa mwaka 2020. Barry anasema imekuwa ngumu kwa kila mtu dunia nzima. Maonyesho yanaanza kurejea tena, moja hapa, moja pale Inafurahisha sana kwa sekta ya maonyesho kusimama tena. Inafurahisha zaidi kufanya uzalishaji mpya katika sehemu, katika lugha ambayo haijawahi kutumika kabla. Zhang Xiaoding, meneja mkuu wa jumba kuu la sanaa la Shanghai, anasema zaidi ya maonyesho mia sita yanatarajiwa kufanyika katika jumba hilo kwa mwaka huu pekee. Akiona watazamaji wengi wakiketi kwenye viti vyao katika miezi ya karibuni, Zhang anasema hali ya kawaida katika majumba ya sanaa imerejia kihalisi. Wakati huo huo, majumba madogo ya sanaa yameendelea kupata umaarufu kwa vijana katika mji wa pwani wa Shanghai nchini China. Majumba karibu ishirini madogo ya sanaa yamejificha katika jengo la ofisi mjini Shanghai. Mengi ya majumba hayo yana viti kadhaa, lakini yanapokea idadi kubwa ya watazamaji vijana. Jengo hilo linaloitwa Kasri ya Asia liko katika eneo lenye shughuli zaidi za kibiashara huko Shanghai, linaloitwa Uwanja wa Watu. Mchezo wa jukwani unaotokana na tamthilia ya vichekesho ya Uingereza Run for your Wife ulionyeshwa katika moja ya majumba hayo ambalo linaweza kupokea watazamaji sabini kwa wakati mmoja. Waigizaji wote wa kike na wa kiume na watazamaji ambao wanatembelea Kasri ya Asia ni vijana watazamaji hawa hawajali kama ni onyesho kubwa ama la. Kuna jumla ya majumba 19 madogo ya sanaa ndani ya jengo hilo. Katika wakati wa kilele, kwa ujumla watazamaji elfu mbili ama elfu tatu wanatembelea hapo kutazama michezo ya kuigiza.